Klabu ya TRA United zamani ikijulikana kama Tabora United ipo katika hatua za mwisho kabisa kukamilisha hatua za kumchukua aliyekuwa kocha wa Polisi ya Kenya Etienne Ndayiragije, muda mfupi baada ya kuachana na mafande yao aliyofanya nao kazi kwa muda wa miezi kumi na moja na kuwapa ubingwa wa Ligi Kuu Kenya msimu uliopita. Kocha huyo raia wa Burundi ana uzoefu mkubwa na soka la Tanzania kwani amewahi kuzinoa Mbao FC, Geita Gold, KMC na Azam FC sambamba na timu ya Taifa ya Taifa Stars kwa vipindi tofauti tofauti kabla ya kuibuka Kenya kuinoa Polisi na kufikisha raundi ya pili ya michuano ya Ligi ya Mabingwa Afrika iliyotolewa na Al Hilali ya Sudani.